Tukiendelea kuangazia mzozo wa kivita huko Mashariki ya Kati baina ya Iran na Israeli tunafahamishwa kwamba jeshi la Israeli IDF limetoa onyo la dharura kwa wakazi wa Tehran likisema kwamba litaendelea kushambulia maeneo ya mji huo katika siku zijazo. Katika chapisho lake kwenye akaunti yake ya Kiajemi kwenye mtandao wa X, jeshi la ulinzi la Israeli linawataka watu kwenda mbali na kambi za kijeshi na maeneo mengine yaliyo na miundo mbinu ya usalama inayohusishwa na uongozi wa Iran mjini Tehran. Huku hayo yakijiri, ripoti za hivi punde zinaarifu kuwa ndege 50 za jeshi la anga la Israeli zimeshambulia kambi za kijeshi za Iran mjini Tehran. IDF inasema kwamba wakati wa msururu wa mashambulizi ya hivi majuzi ndege za kivita za Israeli zilishambulia vituo vya kutoa amri za kijeshi. Inaongeza kuwa maeneo yaliyoshambuliwa ni pamoja na viwanda vya uzalishaji wa makombora na miundo mbinu ya kuhifadhi makombora huko Tehran. Wakati hayo yakichomoza, huko nchini Israeli, takribani watu elfu nane nchini humo hawana umeme kufuatia mashambulizi ya makombora ya Irani asubuhi ya, ya Jumatatu, kulingana na waziri wa nishati wa nchi hiyo Eli Cohen, anasema mamlaka ilikuwa imejiandaa kukabiliana na uharibifu wa miundo mbinu ya umeme na inajitahidi kurejesha ama kuwarejeshea wakazi umeme ndani ya saa tatu. Shirika la umeme la Israeli IEC awali liliripoti kuharibiwa kwa miundo mbinu ya kituo cha kimkakati eneo la kusini na kusababisha kukatizwa kwa huduma za umeme kwa wakazi kadhaa. Wahudumu wa IEC